Sasa na wewe Dada Hipo, unasema kwamba unataka kazi ya kwenda na kurudi. mm -hmm. Na hizo kazi zinakuwa ni chache, kwa hiyo hapa sisi kazi zetu za kulala, mm -hmm. na kulala na ya kwenda mikoani. mm -hmm. Uko tayari haya mambo yote nayekwambia? mm -hmm. kwa muda ule, kwa kweli nimejivisha kitanzi, kaambia baba palipopote. mm -hmm. ndipo tayari kaniambia, mmm, dada yangu hapana kao usiniongope, umsema una familia au isa mm. Mwanzo umeseman hata kama ikitokea, siwezi kupanga huko. Kwa sababu gani? wewe una familia elewa, kama ikitokea, takutafutia hapa hapa, ukiwa uko tayari mm. Ila sasa kakamilishe kwanza, hivaitafute mm. upate nelekea kafanye njonavo nikajiongeza zaidi nikabeba na nguo kabisa, kuonyesha uko serious sawa kabisa. Ah, ah, kabisa aise, aya, dada yepi, karibu asante, mada. Karibu sana na pole kwa changamoto za kawaida. Ya nataka niweke komenti kwenye changamoto zako Uh, wewe kwanza ni yule mwanamke unaomzungumza, wewe ndio huyo mwanamke kwamba unajitahidi uh, kusaidia kuwa mkono wa pili wa familia, kwa maana ya kwamba mume wako anapambana huko na wewe ulikuwa unapambana huko, hata kama ulikuwa unafanya biashara ndogo, lakini kwa jinsi unavyoelezea kwamba ulikuwa ni biashara ambayo ilikuwa inasaidia familia basi. Lakini kilicho kukatisha tamaa ni kwamba mwenzako sasa ambaye yeye ndo alitakiwa awe mstari wa mbele, kwa sababu yeye ndiyo kiongozi. Wanaume si ndio vichwa, jamani? Kwa hiyo yeye ndo anatakiwa aonyeshe mfano katika biashara anazofanya aseme, mke wangu, kuna hiki kimepatikana, hebu nawe angalia huko kwako kuna nini. Si naelewa hata kama asiposema, kwa sababu wanaume wanapenda sana kujifanya wanakufa na tai shingoni, lakini ukweli ni kwamba wanawake wanasaidia pakubwa sana kwenye ma, ma, yale eh, familia, yani kwenye maendeleo ya familia. Um, sasa wao ndio wanachokosea, anasema hivyo. Wanaume wanaweza kulaumu wake zao, wanachukua maamuzi magumu kama hivi, anaacha familia naenda kutafuta, kwa sababu wewe umefanya uzembe. Kama baba wa familia, kama kiongozi wa familia, kama kichwa cha familia, huwezi kusema una kazi kila siku unatoka mwa, mwaka mwaka eh? mtu unakosa siku mbili tatu, si ndio? <tik> Lakini kama hiyo biashara unayofanya unaona aileti ai, ai, ai kweli tija, basi badilisha kitu badilisha hicho unachokifanya. Lakini uwezi ukasema una mke una watoto watatu alafu wewe ni baba. Yani unajua ni sawa na sisi sasa. tunamuomba Mungu basi, yani kwa nini sisi tunamuomba Mungu? Kwa sababu tunaamini Mungu ndio chanzo cha yote. Mungu ndio Baba yetu, na wanaume wamepewa cheo hicho cha, cha Mungu hapa duniani. Wao ndio wanaitwa hilo neno baba. Baba ndio wewe sosi, watoto wametoka kwenye viuno vyako, kwenye tumbo la mwanamke walikaa tu watoto akawalea wakakuwa akawaleta duniani. Sasa wewe unakuaje baba ambaye huwezi kuwalisha watoto wako uliwaleta? ni kwa sababu ya mi, naamini hiki tu kitu kimoja, wanaume hao ambao wanafanya hivyo wamekosa hofu ya Mungu. mm-hmm. mtu yoyote mwenye hofu ya Mungu, kwa sababu we usitake kuniambia hapati hela, hakuna bodaboda asiyepata hela. <laughs> ila tu hela zake labda anapeleka kwenye vipaumbele vingine. Kama kweli ha, ha, ha, hafanyi kwa ajili ya familia yake, na wanaume wengine wakishaona mwanamke anajikongoja kongoja wanawaachiaga wana majukumu Esu, ayu, isa, bisho, eh, eh, yani anachotaka wanaume wa hivyo ni wale wanataka akuone tu huko nyumbani mama nyumbani. hmm. akishaona ufanyi chochote hapo atapambana, anaacha elfu moja elfu mbili sindio? lakini akiona yani, kuna wanaume wana roho mbaya, hataki kuona mwanamke anashika sehemu tano. Ukishaanza kushika hela anakususia majukumu, ni kweli. Anaacha kila kitu, hiyo ni roho mbaya kwa sababu asichokiwaza ni kwamba sisi, nimekuuliza mmejenga hata mjajenga, lakini kumbe mkiweka nguvu zenu pamoja, labda mngeweza kupata hata kibanda chenu, yani mapema sana, si ndio? Uh-huh. Yeye anatafuta huko, anatafuta huko, baadaye mtaweza taanza tofali moja tofa, kiwanja, tofali tofali, baadaye mtaweza kufika kwenu, kujenga kwenu. Wanaume wenye akili wanaojitambua wanashirikiana na wake zao, lakini wale wanaume ambao kiukweli, hawa, hawa, hawa na nasema tu direct, hawana hawamjui Mungu Mungu anamjua kwa kumtamka na maneno, lakini hawajui Mungu maagizo ya kimungu kwamba sasa Mungu amekuwekea msaidizi, huyo sio wa kumweka nyumbani. Kwa nini taki ashike hela? Ni msaidizi wako, na mna majukumu makubwa ya kulea watoto mliowaleta. Kwanza hao watoto wenyewe, asikute hata elimu yenyewe wanayoipata ni elimu ya tiatia mali Yaani sio kwamba mmeweza kuwapeleka international au wapi. Kwa hiyo mna majukumu makubwa mbele yenu. mm -hmm. Unatakiwa ushirikiane na mkono wako wa pili. Mwanamke ni mkono wa pili wa mwanaume, ni msaidizi wako, sio tu kwenye kufuliwa. Unapenda kupikiwa na kufuliwa, sio kufuliwa mm -hmm. na kupikiwa, kwenye biashara lazima. Unapomwoa mke wako, mwanamke unayemwoa, unayetarajia kuzaa naye watoto, ujue anakusaidiaje kwenye yale ma maendeleo ya familia kwa, kwa ukubwa. hmm. Sio tu kuwaza akae nyumbani akae nyumbani tu na watoto, yani wewe ndio, mm. unaona ndio msaidizi, no hmm. Nafikiri hapo wanaume wengi, mi naamini wamefeli wengi sana, na wamefeli kwa sababu hawataki hawataki kujifunza Mungu aliwa aliweka utaratibu gani. Ukijifunza utaratibu wa Mungu utaepuka hata stresi, ndio maana wengi wanakufa, ugundua wanaume wengi wanakufa, no, wajane no. ni wengi wanamba mastresi kwa, wana kwa sababu hataki kutumia misaada waliopewa. Mungu kawapa mkono kwa wa pili, ambao hataki kutumia. Kwa hiyo ndio hivyo, wanabebana na mizigo, mwisho wanakufa mapema. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho nimekiona kwamba mume wako ameshindwa labda kukutumia, lakini we unaonekana si wale wanawake ambao wanataka ule, ku... Okay. Tegemezi yani okay, e, sikuoni kwa sababu ungekuwa tegemezi, stori yako hiyo kidogo isingekuwa hivyo kama okay, mpaka umebeba beseni la mboga. Mm. Umeona huyo eh? Mm. E, ni mwanamke ambaye kiukweli ni mpambanaji, na ungepata mtaji kidogo ungeweza kufanya makubwa zaidi yeah. Yeah. Na kupitia Wadada Center mtaji unapata, sisi hapa ukifanya kazi mwaka mmoja kwa mshahara ule wa chini kabisa unatengeneza milioni moja laki nane. Amin. Kwa hiyo ukifanya miaka yako miwili au hata huo mmoja, wewe mtu ambaye umesha kuwa ni mzoefu wa kwenye utafutaji Mm-hmm. huwezi kushindwa kwenda kufanya biashara na mi nakuhakikishia, utakuja kuwa na, yaani utakuja kufika mbali. Mungu anisaidie. Hiyo familia yako utakuja kuinyanyua. Huyu mwanaume ambaye labda ni wale ambao hataki kuona mwanamke mwana anaendelea, atakuja kukuona mbali kimaendeleo. Eh. Labda sasa abadilike, kwa sababu najua hata hichi kipindi atapelekewa akione, si najua watu wanakujua sana, e, nana watampelekea e, umeona mke wako. Sasa mke wake ndio hivo kashafika hapa. Umechelewa sana kumruhusu ajipambanie, lakini pia wewe kumtumia kama mkono wako wa pili, kwa sababu huyu mama ni mpambanaji. Labda sahivi utajifunza kupitia hichi kipindi chetu, kwa sababu naamini mimi kazi yangu pia nikusaidia kusaidia uh, familia ok, ni kitu kama kama, yani, malalamiko aliosema mama sio malalamiko yale ambayo uwaga, mimi nawambia mwanamke usirudi nyuma, kama anapigwa, ajasema anapigwa. Sasa mwanaumeili uwe mwanaume ndani ya nyumba, lazima kile kidogo unachopata hiyo ni kwa ajili ya familia yako kwanza. Kama familia yako inahisi unatafuta kwa ajili yako binafsi na watu wa nje we hustahili hicho cheo cha kuitwa mume baba ndani ya hiyo familia. Yani watu wengine wanatakiwa yani yani wafaidike na wewe, baada ya kuwa familia yako inafurahia kutoka kwako kwenye mihangaiko. Familia yako namba moja. Sasa kwa baba ambaye kweli unasema kila siku unaenda kazini, afu kila siku una hela, sio kwamba kweli una hela, ni kwamba una vipaumbele vyako, aidha ni vya wewe binafsi. Wengine atakwambia ana hela ila anavaa kila siku anabadilisha nguo. Ndio maana nikauliza, anakunywa pombe, anavuta sigara, amesema afanyi hivyo. Wengine ndio zinaishia huko, wengine starehe, wanawake sana, oh. unakuta sio kwamba wapati hela, wanapata, ila wanaweka vipaumbele vyao wa, kwenye vitu ambavyo mm -hmm. sio vya msingi. So anyway meseji yangu ni hiyo, wababa mmepewa wanawake kama wasaidizi, sio magolikipa, sio sio muabuse au um, kumfanya um, mwanamke ndio umwachie mzigo wa familia pia ni kumnyanyasa ni mkatili. Mm -hmm. Eh, ni mkatili. Kibiashara chenyewe cha mboga, bwana angekuwa angekuwa tajiri. Hata angekuwa tajiri, bado mwanamke anataka kuona wewe kama baba una play party yako ya ubaba kwa kile kidogo ulicho nacho. Yaani hiyo ndio ndio wanawake tuko hivyo. Kwamba wewe you are a leader. So lidi pale sio lazima uwe na amount kubwa ya hela, lakini katika kidogo ulicho nacho, onyesha uongozi. Onyesha uongozi kwenye yale mambo ya msingi kwa sababu huwezi kusema upati hela. Mbona unakula, mbona unaishi, mbona unakulaga nini? Ya, na bado uje huku kibeseni nilichotembeza huko kwenda kuuza uza mboga bado unataka uje ukila ukute ugali. Si ndio hivyo? Unafanya sasa so sisi, mama tena utafanyaje? Yeah, jamani, hebu kuweni na aibu. Aya, message yangu ndio hiyo. Baba mkijirekebisha mkamrudia Mungu. Maana haya yote ni mambo tu ya ki, ya kishetani, tabia za kishetani tu. Sio kitu kingine. Mkirudi kwa Mungu, mkajifunza neno la Mungu limesemaje, mmekuwa mwili mmoja. Kwa hiyo chochote unachokipata wewe na mke wako na watoto, mshirikiane, eh, mshirikiane. Hiyo ndio yani, hicho tu ndio kinachotuangusha. Familia nyingi zinalia, mafarakano, watoto wamekaa huko nini, hizo zote shida zinaanzia pale ambapo tunaacha maagizo ya Mungu, na kiongozi wa kwanza wa kuacha wa kuzingatia maagizo ni mwanaume ndani ya familia. Sio mambo ya kuacha wanawake waende wakakanyage maji na mafuta huko, hakuna muujiza wowote utakao wewe baba ndio wa kwanza unatakiwa usome neno la Mungu, ulielewe na ulifuate. Na hapo ndipo utakapoweza kuiongoza familia uliyopewa. Otherwise ni shida. Taenda tu kwenye chaos, yani chaos ndio hiyo. Vurugu zinaanza kwenye familia, unazoziona hata kwenye jamii kutokana na familia zimeshindwa kuleta malezi chanya. Mtu ambaye ana malezi mazuri ya hofu ya Mungu hawezi kutoka barabarani akafanya vurugu, akafanya fujo. Kwayo, wababa, kwa hiyo wa baba mimi nasemaga wameshindwa kuwafundisha watoto na kuwarithishia watoto na familia zao neno la Mungu.